Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Niwakaribishe katika ibada ya siku hii ya leo, ambapo kichwa cha somo kinasema kuwajali waliotengwa na jamii. Kichwa cha somo kinasema kuwajali waliotengwa na jamii. Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina, ninaitwa Elia Kurwa, majina ambayo najulikana sana ni Elia Msukuma. Nikukaribishe katika ibada ya siku ya leo ambapo kichwa cha somo kinasema kuwajali waliotengwa na jamii. Tunaishi katika karne na nyakati ambazo wanadamu wako bize kuhukumu matokeo ya jambo fulani kuliko kutafuta chanzo ili kuweza kusuluhisha tatizo na to kutokana na wanadamu kuwa bize kuhukumu matokeo, wamejikuta ya kwamba kuna jamii ya watu ambao wametengwa katika jamii. Katika jamii, kuna watu wengi ambao wametengwa. Kuna makundi ya watu ambao wamesahaulika katika jamii. Kwa hiyo, katika somo letu la leo lina kichwa kinachosema kuwajali waliosauliwa na jamii. Kuwajali watu ambao wametengwa. Sikiliza, katika jamii kuna kundi la watu, kuna makundi ya watu wengi ambao wametengwa na jamii. Haijalishi ni ndani ya kanisa au nje ya kanisa. Yaani, kuna hata tulioko ndani ya kanisa tumekuna kuna, kuna, kuna kundi la watu ambao tumewatenga, na hiyo na hata nje ya kanisa nao, kuna watu ambao manake hawana dini, na wao kuna hali fulani hivi ya kuwatenga watu ambao huenda walipatwa na matatizo katika maisha yao katika maisha, katika somo letu la leo linalosema kuwajali waliotengwa na jamii linatuelekeza katika kufanya yaliyo mema katika maisha yetu kwa watu wengine. Katika jamii kuna kundi, kuna makundi ya watu wengi. Kuna makundi ya watoto wa mitaani. Hii ni mojawapo la kundi la watu ambao wametengwa sana na jamii, na limesahaulika na inaonekana kuwa ni kama kawaida, na ndio maana utakuta ni mara chache hata ndani ya kanisa watu wamechukua hatua wa ya kuwasaidia, hata ndani ya kanisa watu tumefanya jitihada za kuwapelekea ujumbe wa neno la Mungu, habari za ufalme wa Mungu. Sikiliza, kuna, kuna, kuna la watu ambao wanajiuza, kuna wadada ambao wanajiuza. Sikiliza, kuna watu ambao wapo vile kutokana na matatizo walioyapitia katika maisha yao, kutokana na changamoto walizopitia. Tatizo ni kwamba katika kanisa sasa hivi wako bize kuhukumu matokeo, na ndio maana hili mojawapo la kundi la watu waliotengwa na jamii, hata na jamii, kwa walioko ndani ya kanisa na walio nje ya kanisa. Kwa hiyo, katika maisha yetu tujifunze kuyakumbuka haya makundi yaani, ili kundi yani, ni mojapo ya kundi ambalo linaonekana kuwa ni kundi ambalo halifai. Ndio maana hata, hata injili inapohubiriwa ni mara chache watu wako wamekuwa tayari kuwapelekea injili kundi la hawa watu. Hawawatu sikilizeni, niwaambieni kwamba watu tulioko ndani ya kanisa tunatakiwa tuungane kwa pamoja kuwapelekea habari njema ufalme hawa watu na kuwasaidia kutoka katika hayo maisha wanayoishi. Kuna kundi la watu kuna kundi la watu ambao wanakunywa pombe. Kuna kundi la watu. Kuna kundi la watu waliokata tamaa. Kuna kundi la watu wanaoishi katika mazingira magumu. Kuna walevi, kuna watu ambao wanavuta madawa ya kulevya. Hayo ni mojawapo ya makundi ya watu ambao wamesahaulika. Kuna wagonjwa ambao huenda kwa muda mrefu wamekuwa wagonjwa. Ni mojawapo ya makundi ya watu ambao wamesahaulika. Na ndio maana, ndio maana Mungu katika siku ya leo anatupatia wito kuwapele ekea watu hawa habari njema. Kwa hiyo nikwambie, kiwarisia haya makundi ya watu hawa, yaani watu walio walevi, watu ambao wadada ambao wanajiuza, watu ambao watu ambao watu watoto wa mtaani, watu ambao wanaonekana kuishi katika maisha ya dhambi sana, inaonekana kuwatenga. Yaani hata Injili inayohubiriwa inapopelekwa inakuwa ni mara chache sana. Tumefanya njia za kufanya kuwafikia hawa watu. Sikilizeni ujumbe wa Mungu katika siku ya leo kwa watu wetu walioko ndani ya kanisa na walioko nje, twende kwa pamoja kusapoti na kuwasaidia hawa watu waliosauliwa katika jamii Yesu wakati Yesu wakati wa Yesu alipokuwepo hapa duniani, palikuwepo na makundi ya watu wengi waliotengwa na jamii. Palikuwepo na mwanamke Msamaria ambaye alitengwa na jamii kutokana na tabia yake ya uzinzi. Kuna huyu mwanamke alitengwa na jamii mpaka siku alipokutana na Yesu. Kuna watu ambao waliugua. Kuna mwanamke ambaye aliugua miaka kumi na mbili ambaye, ambaye alitengwa na jamii mpaka siku alipokutana na Yesu. Kuna wale waliokuwa wakoma, wakati walipokuta, mpaka walitengwa na jamii mpaka kipindi walipokutana na Yesu. Kuna Bartolomayo, ambao hawa watu wote ambao walikuwa ni wahitaji, hawa watu walitengwa na jamii na kuonekana hawafai. koje niwaambie katika siku ya leo ni kwamba Mungu wa mbinguni ametuita twende kuwafanya wale watu wafurahi katika maisha yao. Mungu wa mbinguni ametuita tupeleke, Mungu wa mbinguni ametuita turejeshe tumaini katika maisha yao. Yaani, watu tulioko ndani ya kanisa tuungane wote kwa pamoja na kuwafuata wale watu na kuambia habari njema za ufalme. Yaani, badala ya kukaa ndani ya kanisa na kuanza kusengenya watu, kukaa ndani ya kanisa na kuanza kusimanga viongozi, kukaa ndani ya kanisa na kuanza kumsema washiriki mwenzio, unakaa ndani ya kanisa unaanza kumzungumza mtu mwingine vibaya, yaani huo muda badala ya kukaa na kuanza ku kuanza kumsema mtu mwingine, tutumie huo muda kwenda kuambia haya makundi habari za ufalme, habari za Yesu Kristo anayeokoa. Mungu ametuita, ametupatia agizo na kana kwa, kwa kufanya hivi inasihirisha dini iliyo safi mbele za Mungu. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume tisa tunakutana na kisa cha pekee sana, kisa ambacho kinaonyesha jinsi ambavyo huyu mama aliwasaidia wajane. Biblia inasema hivi katika kitabu cha uh, Matendo ya Mitume 9 na ile fungu la 30. Ukianza okay, ile fungu 36 imeeleza vizuri lakini Biblia inasema kwamba ikawa siku zile akaugua, akafa. Hata alipokwisha kukushu alipokwisha alipokwisha kumuosha wakamweka ulofani na kwa kuwa mji wa, mji wa, mji wa Linda ulikuwa karibu na Yafa. Nao nao wanafunzi wamesikia ya, ya kwamba Petro yuko huko wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema usikawie kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampelekea juu, wakampeleka juu rofani, wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumwonyesha zile nguo na kanzu alizozifanya Dorikas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Niambieni ya kwamba tuna kazi ya kufanya kwa ajili ya watu waliosahauliwa katika jamii, yaani kuna watu ambao wamesahaulika katika jamii, yaani sio katika habari ya kufikiwa kama katika mahitaji yao, yaani hata katika swala zima la Injili, yaani inatupasa sisi tulio ndani ya kanisa tufanye jambo kwa ajili ya hawa watu. Sikiliza, kuna hata injili ya ha ya kuwabagua hawa watu, yaani hatu sija, yaani hatujachukua hatua thabiti za, za kuweza kuwasaidia hawa watu kutoka katika hayo maisha wanayo Waishi Yesu Kristo alipokutana na watu waliotengwa na jamii, yeye aliwakumbatia na kuwasaidia. Yesu Kristo alifanya mambo makubwa kwa ajili yao. Yesu Kristo aliwatendea jinsi ambavyo ni vyema. Yaani Yesu Kristo alihakikisha kwamba wale watu wanakuwa na matumaini tena, alihakikisha ya kwamba anarejesha tumaini kwa watu waliokuwa wamekata tamaa, alihakikisha kwamba anarejesha furaha kwa watu ambao hawakuwa na furaha, ya kwamba anawapa mahitaji yao watu, mahitaji ya kiloo na mahitaji ya kimwili. Kwa hiyo katika siku hii ya leo, Mungu wa mbinguni anatukumbusha kwenda na kurudi ku hatua ya kuweza kuwasaidia. Maana katika karne hii mtu yuko tayari akuseme kwa watu, watu tuko tayari Kumsimanga mtu fulani eza kutokana na madhaifu alionayo kuliko kumsaidia. Sikiliza, bibilia inasema tubebeane mizigo. Maana yake ni kwamba hakuna aliye mkamilifu, kwa hiyo sisi sote tunahitaji neema ya Kristo, sisi sote tunamhitaji Kristo. Hivyo wote tulioko ndani ya kanisa, wote kwa pamoja tuungane kwenda kuwasaidia na kuwarejesha kuwa, kuwa watu waliotengwa na jamii, yaani haya makundi ya watu ambao wametengwa na jamii, inatupasa sisi kwenda kuwaona na kuwatazama. Yaani Biblia inasema katika kitabu cha ma kitabu cha Yakobo, kitabu cha Yakobo moja Yakobo moja kitabu cha Yakobo Kitabu cha Yakobo moja na ile fungu la ishirini na saba Biblia inasema hivi Yakobo moja na ile fungu la ishirini na saba Biblia inasema hivi: dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu ni hii. Sikilizeni niwaambie na kwamba dini ilio safi na iliyo safi mbele za Mungu ni hii, kwenda kuwatazama watoto yatima, kwenda kuwa kuwatazama ku, watoto yatima na wajane katika ziki yao, na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Yani, dini iliyo safi mbele za Mungu, yaani tafasiri yake ni kwamba Bibilia inaposema ya kwamba dini iliyo safi mbele za Mungu ni hii kwenda kuwatazama watoto yatima, kwenda kuwatazama wajane katika ziki yao, tafasiri yake ni kwamba yani kama tuna dini kama una uko ndani ya dini, maana yake upo ndani ya imani yako, lakini katika katika imani yako ko hauendi kuwatazama watoto yatima hauendi kuwatazama wajane hauendi kuwasaidia watoto wa mtaani hauendi hawendi kusaidia tafasiri yako dini yako hiyo hata haina maana mbele za Mungu dini iliyo safi mbele za Mungu ya kwenda kuwatazama watoto yatima wajane Maanake ni kwamba tunazungukwa na watu ambao ni wahitaji, tunazungukwa na watu ambao wanahitaji msaada wetu. Kwa hiyo katika siku ya leo, ujumbe wa Mungu ni kwamba Mungu anatutaka tuwapelekee habari njema za ufalme na habari za Mungu wa mbinguni katika maisha yetu. Sikiliza, pamoja na hayo yote kuna ujumbe wa Mungu kwa watu wote na kwa mataifa yote. Biblia katika kitabu cha Mathayo inasema ya kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha. Huu ni wito ambao unaenda kwa watu wote. Sikiliza, huu wito wa Yesu unawaita wanadamu wote, turudi katika mapenzi ya Mungu, yaani pamoja na kwamba imetupasa kwenda kuwekwa kuakuwajali watu waliokataliwa na jamii, imetupasa pia sisi kumrudia Mungu aliyemuumba wa mbingu na nchi. Sikiliza ujumbe wa Mungu kwa makundi yaliyoko ndani walioko ya ndani ya kanisa na walioko nje ya kanisa ni kwamba wote kwa pamoja ambao tunajihisi ya kwamba tuna mizigo tutuutulete tu, tu tuketi tumpatie Yesu Kristo ili aweze kutupomozesha. Sikiliza ujumbe wa Mokozi katika siku hii ya leo ni kwamba ujumbe wa Mokozi kwa watu walioko nje ya kanisa ni kwamba njoni, mkubali Yesu Kristo, muyatowe maisha yenu kwa Yesu Kristo, maana sio muda mrefu anakuja. Sikiliza ujumbe wa Mokozi kwa, kwa, kwa, kwa kwa watu wanaokunywa pombe siku ya leo. Sikiliza ujumbe wa mwokozi kwa watu ambao wanaishi maisha ya ulevi, ujumbe wa mwokozi kwa, kwa wale ambao wanaishi katika maisha ya udangaji, ujumbe wa mwokozi katika siku ya leo kwa wale ambao wanaishi katika maisha ya dhambi. Turudi katika mapenzi ya Yesu Kristo, turudi katika msingi na maadili ya Mungu. Na Mungu ameahidi ya kwamba Yesu anakuja mara ya pili. Anapokuja mara ya pili, anatoa wito ya kwamba wale tulioko ndani ya kanisa twende tuwajali watu walioko nje ya kanisa kwa kuwapelekea mahitaji ya msingi, yani kukusa mahitaji yao, alafu pia walioko nje ya kanisa waisikie sauti ya Mungu, waje wamkiri Yesu kuwa Mwokozi wa maisha yao, yani wale ambao wanajiuza, wadada wana ambao wanajiuza, watu ambao wanakesha katika katika baa, watu ambao wa, watu ambao wako katika wapo katika madawa ya kulevya, watu ambao wapo katika maisha ya namna yote yale, Yesu anawaita mje ndani yake, ili apate kuwabadilisha. Mungu wa mbinguni awabariki, awabariki sana. Wito wa Yesu katika siku ya leo, yatoe maisha yako kwa Yesu, maana sio muda mrefu Yesu anarudi mara ya pili. kwa Mungu wa mbinguni akubariki sana, we ambaye unatoa maisha yako kwa Yesu Kristo. Jumbe wa Mungu katika siku ya leo ni kwenda kuwa, ni kwenda kuwasaidia wale, kuwajali wale waliotengwa na jamii, alafu pia wale walioko nje ya kanisa, wale ambao hawajamkubali Yesu kuwa Mwokozi wa maisha yao, wao wanaitwa kuyatoa maisha yao kwa Yesu Kristo ili yeye abadilishe maisha yao. Tusimame tuombe. Mungu wa mbinguni, tunakusii na kukuomba utusaidie sisi tulioko ndani ya kanisa kwenda kuwajali watu walioko nje ya kanisa na zaidi sana Yesu Kristo ambao bado hawajakukiri katika maisha yao, wanaishi katika maisha ya udangaji, wanaishi katika maisha ya ya ulevi, wanaishi katika maisha ya kukesha katika baa. Mungu wa mbinguni, tunakusi na kukuomba uwasaidie kulejea katika katika maisha kukesha zizi lako, tusaidie hata sisi tusibaguane kwa